Haleluya, napenda kukusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai wakati huu. Napenda kukukumbusha neno la Mungu, na kichwa cha somo letu la leo kinasema kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso, Waefeso 4 na ule mstari wa 19, mstari wa 29 mpaka mstari wa 32 utaona maandiko yanasema kwamba usimuhuzunishe Roho wa Mungu. Kumbe Roho wa Mungu unaweza ukamuhuzunisha. Kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea katika maisha yako yakamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Katika maandiko haya yameelezea baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Mojawapo ni vile ambavyo unaweza kutumia kinywa chako, ni namna gani unazungumza na watu wengine unawaambia nini watu wengine? Je, kinywa chako kinatumikaje kuzungumza na watu wengine? Vile unavyozungumza na mtu mwingine, unaweza ukamuhuzunisha roho mtakatifu. Kinywa chako kichunge, usizungumze maneno mabaya katika kinywa chako, usizungumze maneno mabaya juu ya watu wengine. Ni namna ambayo unamuhuzunisha roho wa Mungu ndani yako. Lakini kitu kingine ni asila, ni chuki. Lazima usamehe mtu anapokosea. Hapo ndipo ambapo utamfurahisha Roho wa Mungu ndani yako. Amina, Mungu akubariki. Amen.